Na mtazamaji wa Trend TV, ni hali ya simanzi imetanda kwa moja kati ya matiktoka au content creator wa mtandao wa TikTok kutoka hapa Tanzania Huyu ni Mr. and Mrs. Sharo. Yani, huyu kuna jamaa anaitwa Mr. Sharo ambaye yeye ni mmoja kati ya ma content creator ambaye alikuwa na posti content zake akiwa yuko na girlfriend wake, na girlfriend wake anafahamika kwa jina la Mrs. Sharo ambaye amefariki hivi karibuni, na chanzo cha kifo chake ni kwamba kwa historia ambayo tumeipata kwa haraka haraka. Karudi nyumbani kwao kwa ajili ya kujiangalizia hali, lakini akiwa yuko huko nyumbani kwao, hali yake ilikuwa ilibadilika ghafla, akazidiwa. Na baada ya kuzidiwa ikabidi eh, apelekwe hospitali na huko hospitali ndipo alipopoteza maisha. Lakini habari tulizopewa pia za ndani kabisa ni kwamba familia ya binti baada ya kumpeleka hospitalini na kupoteza maisha huyu binti, ni kwamba huyu boyfriend wake ambaye ndio huyo Mr. Sharo mwenyewe hakupewa taarifa za msiba huo kutoka kwa familia. Taarifa hizo yamezifikia kutoka kwa watu tu wa pembeni, jambo ambalo pia limemwongezea majonzi na machungu kwa hicho ambacho kimetokea. So kuna video sasa hivi hapa inasambaa huko mtandaoni ya kijana huyu Anayeitwa Mr. Sharo, watu wa TikTok nadhani watakuwa wanamfahamu, akiwa analia kwa uchungu baada ya kupokea taarifa za kifo cha mpenzi wake aliyejulikana kwa jina la Dati au Mrs. Sharo. So ni moja kati ya video ambazo zimewagusa watu wengi sana, ebu msikilize hapa, kijana huyu akiwa analia kwa uchungu <coughs> Yeah, so hivyo ndivyo hali ilivyo. Na hapa kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano, hapa kuna page wameandika kwamba mpenzi wa marehemu Dati maarufu kama Mrs Sharo aliyekuwa na akilia kwa uchungu baada ya kufiwa na mpenzi wake. Watu walikuwa wanawashangaa sana mapenzi yao, lakini miaka yote hiyo wako pamoja mpaka kifo kimewatenganisha. Meona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hapa kuna comments ambazo zimewekwa na wadau mbalimbali. Kuna mtu bwana, kama uko tayari kumwomba Mungu eh, atupe mwisho mwema like hapa bwana. Lakini hii TikTok bwana, ina kitu hii, mara kibao sana. Young, tink, young TikTok influencer wanakufa ghafla tu, au au hata kwa kansa, bado nina E, ninatafakari sana hii TikTok. Unaona, kuna mtu hapa ameandika hivyo akidai kwamba, e, kwa nini content creator wa TikTok wakiwa bado vijana wadogo sana wanafariki tena ghafla tu bila hata sababu za kueleweka. Siku hizi bwana, ukianza tu kujulikana unaondoka. Kuna mtu ameandika hivyo kwa mtu so, da, Mwenyezi Mungu e, awape, Mwenyezi Mungu awape nguvu na